Yakobo sura ya kwanza mstari wa tano hadi wa nane. Ndiyo. Basi ukienda mbele za Mungu kwa kusitasita, hicho kitu unachokiomba yaani ni batili, bora uache. Haleluya! Lakini pia tukiangalia hii Waebrania kumi na moja mstari wa sita yenyewe inasema, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza kwa maana Mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa sawabu wale wamtafutao. Kwa hivyo unapokuwa ukimwendea Mungu, amini kwamba yeye yuko na yuko tayari kukupatia kile ambacho unaenda kumwomba. Kwa hivyo ukienda mbele za Mungu kwa kusitasita, utaona ya kwamba Mungu anachelewa kunijibu, kumbe tayari umeshatanguliza hofu, na ukishatanguliza hofu tayari umeua kila kitu. Hivyo tunapokuwa tukienda mbele za Mungu twende na imani iliyo thabiti, ili tuweze kupokea maombi yetu kwa haraka. Lakini pia kosa jingine ambalo tunaweza tukaa tukilifanya katika kuomba kwetu ni kuomba maombi manyonge, ni kuomba maombi manyonge. Tufungue Korintho wa pili. Sura ya tisa mstari wa sita, sula ya tisa mstari wa sita. Ndiyo. Lakini nasema neno hili, apandaye haba atavuna haba, apandaye utarimu atavuna utarimu. Wakorinto wa pili tisa. Yani, sawa, apandaye haba atavuna haba. Maombi manyonge, umepanda karanga, unatarajia uvune magunia ya mahindi? Wapi na wapi! Umeomba kitu kidogo